Mpaka wa Kitui na ingia Makueni na ambapo ukosefu wa ajira umesalia kuwa donda sugu linalotishia kuangamiza kizazi cha vijana hapa nchini inaaminika kuwa kati ya watu kumi wasiokuwa na kazi saba kati yao ni vijana wenye umri wa chini ya miaka thelathini na mitano. Ni kutokana na tatizo hili ndiposa shirika la Ujumuisha Initiative kutoka eneo la Wote kaunti ya Makueni imeanzisha mradi wa Youth Asili unaotoa mafunzo kwa vijana kuhusu ufugaji na kilimo kabla ya kwa kuwafadhili kuanzisha shughuli za kuwapiga jeki kiuchumi. Victor Kayanda anaarifu. Kennedy Kioko kijana mwenye umri wa miaka ishirini na mitatu kutoka wadi ya Chuasini kaunti ya Makueni ni mmoja kati ya maelfu ya vijana ambao wamekosa nafasi za ajira licha ya kufuzu katika taaluma mbalimbali nchini. Baada yake kufuzu na stashahada ya uandisi wa kielektroniki katika chuo cha NITA eneo la Kitengela miaka mitatu iliyopita, Kioko hajapata ajira hadi kufikia sasa, na ndiposa leo hii amejumuika na baadhi ya vijana katika afisi za CDF eneo la Mkuyuni kaunti ya Makueni kupokea mafunzo kuhusu ufugaji wa kuku wa mayai ili kujikimu kimaisha. Tumetufundisha kulisha kuku na kwa mafunzo tume, tumefunzwa jinsi ya kulisha kuku, kupea chakula then kutoka kwa kuku, kifaraga kidogo hadi ikue kuku Takwimu kutoka kwa shirika la kitaifa la takwimu nchini KNBS zinaashiria kuwa asilimia kumi na moja ya vijana wasio na ajira ni kati ya umri wa miaka kumi na mitano hadi kumi na tisa asilimia kumi na sita wakiwa vijana wakati ya umri wa miaka ishirini hadi ishirini na nne asilimia sita wakiwa ni kati ya umri wa miaka ishirini na tano hadi ishirini na tisa huku umri wa kati ya miaka thelathini hadi thelathini na nne wakiwa asilimia tatu pekee. Serikali kupitia kwa wizara ya maswala ya vijana ilianzisha sera ya kuwasaidia vijana, ikiwemo hazina ya vijana nchini, kazi mtaani, na hivi punde ikiwa mpango wa nyota. Na kwa kuwa president ametupanga kama vijana wa taifa la Kenya, mimi nataka niwaombe ndugu zangu, tumepangwa. Sasa ni jukumu letu pia, nisi tujipange. Hata hivyo miradi hizi hazijaweza kukimu idadi kubwa ya vijana wanaosaka nafasi za ajira nchini. Ni kutokana na hilo ndiposa Shirika la Jumuisha likaanzisha mradi wa Vijana Asili ili kuwasaidia vijana hawa kiuchumi miradi ambayo inaendelea kuimarika kila kuchao kuchao. Before hii group ya jumuisha ingie, tulikuwa chini sana. Sisi kama wanarika hatukuwa tunajua kulisha kuku, tulikuwa hatuna atu, tulikuwa down kifinancially, lakini vile tulianza kulisha kuku, pia tukaanza ukulima wa boga to even advance some of them are already selling eggs some of them have already, they are doing meat. And, and there is a lot of progress. We can say that youth are really getting resilient economically through the earnings that they are getting from the programs that they are running kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Karen Munyae Miongoni mwa changamoto ambazo zinakumba mradi huo ni pamoja na ukosefu wa rasilimali za kutosha kufikia vijana wanaohitaji msaada huo. Victor Kayanda, Undugu TV.